Wakati huu ndugu mtazamaji unayoniangalia katika hii channel ya YouTube, napenda tuweze kujifunza maneno ya Mungu ambayo tutaenda kuangalia muda huu. Kwa wakati huu napenda uniangalie kwa makini. Nitaenda kuomba kwa ajili ya ujumbe au kwa ajili ya neno la leo. Napenda Roho Mtakatifu akuhudumie lakini pia nihudumie. Baba, katika jina la Yesu ninakushukuru, nasema asante kwa sababu wewe ni Mungu mwema, ni Mungu anayeweza. Tazama huyo mtazama Bwana mtazamaji anayeniangalia, Bwana uweke mkono wako Bwana, asikia hapo neno akaweze kuchukua maamuzi fast ya kugeuka. Bwana wewe ni Mungu mwaminifu, mguse na mtangaze katika jina lako Yesu Kristo, ufalme amani naomba nikiamini, amen. Basi ninajua kwamba baada ya kuomba hapo, tunaenda kusoma neno letu, litatoka katika Yeremia sura sita mstari wa kumi na sita. Nitasoma kwa msaada wa Bwana. Bwana asema hivi, simameni katika njia kuu mkaone mkaulize, habari za mapito ya zamani ii, wapi njia iliyo njema, mkaenende katika njia, nanyi mtajipatia laha katika nafsi zenu. Lakini walisema hatutaki kwenda katika njia hiyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi neno nilionayo wakati huu na muda huu, ninapenda nikwambie kwamba neno la Mungu linasema "Bwana asema hivi, simameni katika njia iliyo kuu, mkaone mkaulize." Inamaanisha nini kwamba Yesu Kristo anasema kwamba tusimame katika njia iliyo kuu. Ina maana tusimame katika ile kwee, tukaweze kuulizia wapi ile njia ya zamani, wazee wetu, mababu zetu walio enenda ya kumtumikia Yesu Kristo, ambayo ilikuwa ni njia ya kumpeleleza ya kumweneza Yesu Kristo. Sio kwamba Yesu Kristo ametufia msalabani tuje kueleza habari ambazo sio za mbosuza, Yesu Kristo, wala Yesu Kristo ajatufia msalabani tuje kueleza habari za mafuta, wala Yesu Kristo ajatufia msalabani tuje kueleza habari za, za chumvi vitambaa. Mpendwa napendwa, nikwambia na ya kwamba Yesu Kristo anatambia muda huu ya kwamba simameni katika njia kuu mkaulize, mkaone, mkaulize mapito ya zamani, ii wapi ile njia ya kweli? Pendo na pendo, ufahamu kabisa ambapo hiyo njia ya kweli ukiisimamia, hiyo njia ya Yesu Kristo ukiikamata, hiyo njia ya Yesu Kristo ukiamua kuisimamia, itakuweka huru. Lakini ni, ni pere kuambia ya kwamba kuna watu mmeleta mzaa kuna watu wameangalia kwamba dunia hii inakufa kabisa, kuonekana kwamba laza dunia ni kweli, lakini inawezekana laza dunia kala, lakini hazitakusaidia kama hautaijua njia kweli ya Yesu Kristo. Hiyo raha ambayo unasema kwamba utaipata, hiyo mwisho wake utakuwa ni jehanamu. Tena nikwambie, kuna watu siku hizi mmezoea jehanamu wamama, mmezoea jehanamu wababa, baba mmezoea jehanamu Naona kama vile dunia imeifanya kuwa rafiki la yenu, lakini jua kwamba hiyo dunia inayozoea, siku ya mwisho itakupeleka katika hukumu ile ambayo itakufanya wewe hautaweza kufurahia maisha yako, wakati Bwana Yesu anatuambia kwamba ametuandalia makao yeye alipo na sisi tuweze kupata kuwepo pale. Lakini nipende kuambia, umependa raha za dunia, umemwacha Mungu, lakini inajulikana ya kwamba ukipenda okay, dunia kumpenda Mungu akupo ndani ya moyo wako, basi mpende. Nikwambie jioni ya leo mda huu. Wakati huu ulinitazama mahali popote ulipo tamya kwamba unale jukumu la kusimama la kuona ili utafute njia ya kumtumikia Yesu Kristo ambao ni kweli, ukiiakikisha kwamba mimi nimeamua kumtumikia Yesu Kristo lakini naenda mbinguni. Lakini nikupe pole, ambapo siku hizi unachukulia jehanamu kama bibi yako, unachukulia jehanamu kama shangazi yako. Nikupe pole kabisa, lakini jehanamu ni moto ambao hauelezeki ni moto ambao ukikabiliana hauelezeki sasa ninashindwa kuelewa umeamua kuishika dunia umeamua kusema kwamba huu ni wakati wa kula dunia ndiyo kula lakini jua na moto nakusubiri utakula mpendwa ikiwezekana simama katika njia iliyokuu uliza mapito ya zamani i wapi njia ya yesu kristo peno napenda nikuambia kwamba ni eri kupambana na simba jangwani ni heri kupambana na simba mkali, ni heri kupambana na mnyama mkali jangwani, kuliko kupambana na jehanamu, kuliko kukabiliana na jehanamu. Ni heri kupambana na nyoka, ni heri kupambana na mnyama mkali kuliko kukabiliana na jehanamu, kwa sababu hile sehemu ina moto, na hiyo sehemu imeandaliwa kwa wale wote ambao sasa nataka kuishikia, nataka nakataa kushika kweli ya Yesu Kristo ambayo sasa ni kueneza habari za Yesu Kristo. Iliyo kubwa ni binti, bado unavalia masuruali, ni bado umeweka maereni, umeweka manyere kichwani, lakini pena nataka nipambia kwamba hiyo ni kweli. Umeshindwa kupambana na dunia, utaenda kupambana na uso wa jahanamu. Sasa sijajua unagopa moto wa kibiriti, ukikabiliana na ule moto hauelezeki, hauzimi, hauna mwanzo, hauna mwisho. Jua ya kwamba ni katika ule moto. Sasa chukua maamuzi mpendwa. Chukua maamuzi ya kubadilika. Unayenitazama, yawezekana umekaa kwenye sofa. Ndio, utakuwa umekaa sofa, lakini sisi habari zetu ni kwamba tunaenda mbinguni. Hata kama na majumba, kuna watu siku hizo wanadanganyika. Sawa ndio utakuwa na magari. Utakuwa na majumba mazuri, utakuwa na wanawake wazuri, utakuwa na watoto, utakuwa na wasafi, utakuwa na degree. Na lakini napenda nikwambie, nenda makaburini, wapo watu walikuwa na PhD kama za kwako, lakini walishinda kumkamata Yesu. Sasa hivi wako jana, lakini nikwambie, hiyo ulionayo, hiyo ni jigiri, hiyo ni PhD, hiyo ni aina ya namna gani, lakini bila Yesu haitakusaidia. Ah, utaenda motoni heli. Ukawa na elimu yako, lakini ukawa na Yesu, mtangulize Yesu katika elimu yako, na yeye atakusaidia. Kumbe ukitaka kuiona mbingu, yeye kanzo ijue Yesu Kristo. Ukimjua okay, Yesu Kristo ndio atakupatia raha katika maisha yako, maana nakuambia kwamba simameni katika njia iliko mkaulize, mkaone njia ya zamani na mapito ya zamani, ili wapili njia kuu. Lakini sasa, vijana wa siku hizi mmeshindwa kuuliza hiyo njia, meshindwa kujua kwamba napaswa kuuliza hiyo njia, kwamba itawasaidia meshinga kujua kwamba hiyo njia itakuweka huu. Meangalia kwamba huu ni wakati wa kulia dunia, lakini mpendo, usipouizia njia ya, ya kweli, wewe auna chasari mtume, unaenda matoni unaenda matoni, hautawepuka uuzo. Hiyo ni kijana mimi sasa hivi nikata, na unasema ya kwamba binti ndio inawezekana, unajiita malaya malaya na binti hata akiwa msini, lakini nikwambie, umepambana na dunia, lakini jua siku ile ya mwisho unaenda kukabiliana na uso wa Bwana. Sidhani kama ukikabiliana na ule uso wa Jehova, sidhani kama utaokoka. Sehemu yako imeandaliwa, hauna tasari ya mtume. Ikiwezekana leo chukua maamuzi, geuza njia yako, ukampokea Yesu Kristo, naye atakutengeneza katika jina la Yesu, naye atakusaidia. Ni kweli utasema ya kwamba hii tunadanganya. Umekaa kanisani, umekaa kanisani, lakini hauna roho ya Mungu ndani yako. Unakaa kanisani, lakini wewe ni mtu wa kama zabauni, unasubiri ya kwamba wewe mwenyewe utaweza kuhudumia wengine, bali wewe bado umeshikilia uzuzi umeshikilia uchawi, lakini penye kutangazia kwamba hautakona casalimtume wala mbim hautaiona wala Mungu, hakuna namna hiyo. Mungu yeye anahitaji watakatifu ambao wako tayari kukana kubeba mizigo yao yote wakamfuata yeye katika njia iliyonyoka. Je, pendwa roho wako anakuhukumu mwenyewe, uko tayari ya kupanda? meokoka umempokea Yesu roho yako anasema nini? Sitakuhukumu mimi, roho yako mwenyewe na Yesu aliyempokea anakuhukumu. Roho yako ajawahi kushuhudia kwa jambo lolote kwa habari ya Yesu Kristo ya kwamba utaenda mbinguni? Kama hauna hiyo ndani ya moyo wako juu ya kwamba mbingu hauna wala hautaiona mbingu. Hiwe inatekwa na watu wenye nguvu, lakini watu wamezania kwamba nguvu walizonazo ndiyo. Yawezekano unaenda jimu, ndiyo ya piga jimu sana lakini hizo nguvu za jimu hazitakusaidia kwenda mbiguni. Wewe unajari ya kwamba unazo masozi, ndio masozi utakuwa nazo, ndio utakuwa unakula ugari wa kutosha, nguvu unazo, lakini hizo nguvu hazitakusaidia. Nguvu tunazozungumza, nguvu za kuwa na Yesu Kristo, yule aliyetufia msalabani. Wala hajatufia ya kwamba tuje kuandaa mili yetu, ajatufia tuende kushinda jimu. Tunatafuta nguvu ya kwamba hizo zitakusaidia kuingia mbiguni. Pole, nikupe pole, mbingu imetekwa na wenye nguvu za Roho Mtakatifu. Hakuna cha nguvu za jimu, ndio utapiga gym haitakusaidia, utapiga gym haitakusaidia. Utakuwa na kitambo, utakuwa na mali, hazitakusaidia. Kama huna Roho Mtakatifu ndani ya moyo wako, una vitu vyote, ni bure. Mpende kutangazia kwamba una magari, una majumba, una wanawake, una vitu vya kutosha, unaona kabisa umerizika, una duniani, lakini kama una Yesu tambaya kwamba mali uzo zatu, zote zote ni maua yote ni maua ua inachanua wakati kuna majimaji baada ya hapo inanyauka pena nikwambia ukweli kama una mali kama una magari unajua shetani siku hizi anaamua kuwatumia wababa baba kuwatumia wamama mama kuona kwama emiriki gari anaja kwamba nimeweza dunia lakini pena niotoke pole ya kwamba kama unaona ya kwamba una magari una majumba una nimu vyote ulivyo nazo kama hauna yesu ni kazi bure hayo ni maua yananyauka lakini Yesu vyote vitaisha. Maua yana wakati ya wa kuchanua na wakati wa kunyauka. Mshike Yesu Kristo, naye yeye yule atakusaidia, atakuonyesha njia ya kweli ya kuendea. Lakini kama huko hivyo, Yesu Kristo ana muda na wewe. Kuna Wakristo wengi, unajua tukiwa tunatangaza hizi taarifa, kuna watu wanazani ya kwamba hatuna mda, kuna watu wanazani ya kwamba sisi tuna kielele, lakini acha nikwambie mtatuita vichaa, lakini ni vichaa ambao tumeamua kuibeba Kristo, tumeamua kuibeba Yesu Kristo awe ndani ya mioyo yetu, ndio tutakuwa kichaa. Lakini nakutangazia kwamba kama hautamshika Yesu Kristo, mali zako, wanawake ulio nao, mali, magari, majumba, vyote ni vya bure, vinanyauka, ni kama maua, ni kama maua, sasa ni wakati wako sasa ni wakati wako sasa kusimama katika njia iliyo kuu, mkauliza mapito ya zamani, mkauliza ile njia ambayo mababu zetu waliweza kuienenda, njia ambayo mababu zetu waliweza kuisimamia na kwa mabudu Yesu Kristo, hiyo njia tuna tunahitaji. Lakini vijana mmekaa kanisani, mmekaa kanisani bado na ma... nyoa viduku huko kanisani bado, umeweka marasta kichwani, wakati tumembeba makata umembeba. Oh, umempeba rusufa kichwani, alafu nategemea kuenda kukabiliana na Mungu jawa, nikupe pole, jiandae kukabiliana na uso wa janam, haitakuepuka kwa sababu asiri yako umekataa kugiza mapito ya zamani. Unajua yapola, mionge na watoto wa elfu mbili, mna shida, mnadhani kwenda kupendeza ni mpaka mweke manyere kichwani mnadhani kupendeza mpaka mjipige damu kwenye midomo, lakini mpera unikuta taore ya kwamba ukiona ka bado umeweka hizo umeweka hizo damu kichwani, umeweka maereni, umeweka mabadhiri, umeweka manyera hayo, ujua ya kwamba wewe umebeba rushu kichwani na mbingu hivyo unataka wale watu ambao bado wameishikiria asili ya Yesu Kristo pende na wezekano Shetani alitupa motoni, alitupa kutoka duniani, kutoka mbinguni kuja duniani, ni kwa sababu aliweza kuiasi asili ile ya Mungu aliyokuwa nayo. Je, wewe binti, ni mtoto wa elfu mbili, umeiasi ile asili yako Mungu aliyokuomba nayo, ukaona y kwamba sitaweza kupendeza kama sijaweka nasta kichwani, sitaweza kupendeza kama sijaiweka lipstick kichwani. Lakini nikupe pole, wewe ni katika ziwa lile liwakao moto auta aliepuka pendo kiwezekana, leo changamka, mrudie Yesu, atakusaidia katika maisha yako. Mrudie Yesu. Najua sisi vijana tumeshinda kueleza kabisa, na Biblia inasema kwamba ya kwamba tukishika tukiuliza mapito yale ya ya zamani, tukiuliza ile njia ya zamani ambayo tulikuwa tunaienenda, akasema katika ile, lakini walisema hatutaki kwenda katika njia hiyo Kumbe vijana wapo enza huko, binti unayenitazama, ni mama, ni baba, ni kaka, injili haiangalii chanani. Hata kama wewe unajita ni mzee, haujashika njia ya Yesu, hauna chakiswale mtume, wewe ni katika moto utaueputa kwa sababu ile taarifa ya kweli ambayo neno la Mungu nasema, simameni katika ile njia hiyo, mkaulize mapito ya zamani, wapi njia ile mpasa Yesu. Nasema unasema kwamba mimi ni kweli, nimeisikia lakini sitaifuata. Sasa mpenzi, napenda nikwambie, nitazama kwa njia ya YouTube au naitazama huko TikTok au ko Facebook, napenda nikwambie ukweli, nikwambie kweli, njia umeisikia na ukakataa kuifuata, wewe roho wako mwenyewe atakuwa na kuambulia ya kwamba hauna sehemu nyingine ya kwenda bali katika ziwa lile liwakale moto. Hawezi tukadanganyana, upo kanisani bado wewe, wewe, wewe, wewe ni mtu wa dunia. Wakati vingine ananiambia kwamba ukiamua kumshika Yesu Kristo mizigo yako yote na mambo ya dunia mfuate yeye. Sasa kama bado umeendelea kuishikia dunia, ni mkristo huko kanisani unashindwa kusoma neno, ni mkristo huko kanisani unashindwa kufunga, unasema nimeokoka, lakini unachokiweza ni kuangalia muvi, ndio utaangalia muvi. Lakini hizo muvi, jua ya kwamba ni roho iliyokuunganisha huko huko, ni kuzimu. Mungu hajakuunganisha na muvi. Nikwambie ukweli, napenda ufahamu kabisa siku ya mwisho usiweze kulia pana ni. Nikwambie, usipobadilika machozi yako hayatakuwa na kipimo, kwa sababu umeisikia kweli ukakataa kuifuata hilo kweli. Sasa ikiwezekana leo, ikiwezekana leo, mrudie Yesu, hata kama una madhara kama na nyumba hata kama na zile vitu vyote, mba nasema kwamba dunia ni ya kwangu. Kama una Yesu nikwambie, i vyote ni bure. Ikiwezekana leo mrudie Yesu, naye atakusaidia hiki ni kipindi ta cha hatari. Ukisoma katika kitabu cha Amosi sura ya nane mstari wa kumi na moja, neno la Mungu linazungumza wazi kabisa, wala halina konakona linazungumza ya kwamba siku zinakuja, asema Bwana Mungu andaria, siku zinakuja. Ina maana ni kiashiria ambacho wewe unanitazama unapenda kufahamu ya kwamba siku zinakuja. Sasa jiulize, siku zinazokuja ni za raha au ni za hatari? Umekaa kwenye uzuri, umefikia, siku zitakazokuja ni za raha? Umeshikilia uchawi, siku zitakazokuja ni za raha? Umeshikilia umbea, umeshikilia madada wa watu gao mashikilia manyeri, siku zinazokuja mbele yako ni nizaraa. Neno la Mungu sema, angari angarieni, siku zinakuja, asema Bwana Mungu. Yeye yule aliyetufia msalabani anasema, tazama, siku zinakuja, siku zinakuja. Yawezekana zi mekaa kanisani, mchungaji wako anafanya kazi ya kuiria vichekesho, lakini pene nikutangazia kwamba kama hautaamua kushika njia Yesu Kristo, Bwana Yesu anazungumza kwamba tazama, wakati unakuja ase Bwana wa majeshi, naye ametufia msalabani. Si ya kwamba ametufia aje kutuhukumu sisi, pale amekufa msalabani kwa ajili ya kuja kutimiza torati. Sasa anasema y kwamba angaria, wakati unakuja je, akija kutimiliza wakati wako, ambao anauzungumza katika kitabu cha mosi sura ya nane mstari kumi na moja atakukuta wapi? Naendelea kusoma kama ifuatavyo: ambazo nitaleta njaa katika nchi, si njaa ya kukosa chakula wala si kiu ya kukosa maji, bali ni kukosa kuyasikia maneno ya Bwana. Hey, penda nikupenda kutangazia Kumbe tulivyokuwa tunazungumza kwamba habari, siku zinakuja, Yesu Kristo anasema kwamba hata kama umekaba, hata kama umekaa grocery, hata kama umekaa register, ni siju umekaa katika sarida, lakini pale ndio nakwambia, Yesu anasema kwamba zile nyakati zinakuja, ambazo nitaleta njaa, nitaleta kifo, si nja ya kosa cha Nino. Ni nimetangaza kusema kwamba inawezekana mali nazo nawezekana na majumba nayo nawezekana no. na visima vya kutosha vya maji lakini, wakati unakuja ambayo itakuwa ni njaa. Si njaa ya kukosa chakula, si njaa ya kukosa ya kwamba haina pa kutafuta chakula, hapana, ni njaa ya kukosa kuisikia neno la Mungu. Sasa umesikia, na kama hautachukua maamuzi juu ya kwamba hiyo siku hautaiepuka na hizo siku za Bwana zimezungumza wazi wazi kwamba utaenda motoni, hakuna kugeuka hapo, hakuna chasoma mtume wewe. Mahali pako njia yako inapashwa kwenda motoni kwa sababu umekataa kushika njia ya Yesu Kristo. Lakini nasimuliza wazi kabisa ya kwamba wakati wa kingu mkuja mpendwa, ilikuwa na ndio maana nawaambia kwamba siku hizi wamama wa mama wa baba wa kaka wa dada wote mmezoea jana, lakini mpendwa, nitambia kwamba hiyo jana mnaisikia hiyo sehemu ambayo unaisikia ni sehemu ya jana mndio, lakini bwana kunayo kio ambayo ulikuwa unakunywa maji hapa hautayaona, ambayo hata ikideleka tele la tozi, utatamani kutoa urime, utatoka mpaka hapa kwenye kifua. Sasa mpenda, ili uepukane na gadhabu hiyo ya Mungu, naja mbele zako kabisa, nimekuletea habari za Yesu Yesu Kristo. Uepukane na hiyo njaa. Uepukane na hiyo kiu. Ndio maji utakuwa nayo. Utasema huyu kijana anaongea nini? Ndio ninajua kwamba maji nayo. Lakini na pamoja na unapokea maji Yesu Kristo. Hii ambayo anasema kwamba ukinywa maji hayo hautaona kiu tena. Sasa ukiona okay, nimekata kwa shika haya. Kiu itakuwa ni yako jiana makuna maji. Ulimi utatoka mpaka miguuni. Wala hautaweza kusurvive. Kwa hiyo kazi yako ni kuumua tuwezekana leo. Nimependa kuambia kwamba kwa epukani na jehanamu, kuliko kukabiliana na uso wa jehanamu, kuliko kabiliana na uso wa jehanamu. Ni heri upambane na simba jangwani, ni heri upambane na mnyama mkali porini, kuliko kukabiliana na ule moto usiozimika. Maana ukiona Yesu anyoka utamshinda na mnyama mkubwa utamshinda, lakini kama hauna Yesu ndani ya wa moyo wako, kama kama hujambeba Yesu Kristo, wewe jana mna kuhusu moto wa kawaida ndio. Subiri nimeongea mimi, nimetangaza habari za Yesu. Wapo watumishi wa Mungu wanakuhubiria habari za kweli za kwe na mbinguni, umekataa kuzisikia

na napena nikwambie leo barkuizoajanam ikiwezekana, mrugi wa Yesu Kristo, yeye anatufia msalabani. Anatufia kuja kuhukumu bali, anatufia kuja kutuokoa. Uyo huyo ninamleta akakuokoe katika jina la Yesu, atakuokoe leo na maisha yako na tabu zako ulizo nazo, shida zako, tabu zako hazitaisha kama hutakubali mpa Yesu Kristo maisha yako, kumbe njia sahihi. Wakati unakuja, mpe Yesu maisha maisha yako, mpe thamani kubwa ya maisha yako, mpe Yesu Kristo naye yeye yule atakusaidia. Hiyo kiu unayozungumzwa, njaa inayozungumzwa haitakukuta wewe. Kumbe ili ukaweza kuepukana na iyo kiu ya mwisho, mpaka uwe na Yesu Kristo. Ama huna Yesu Kristo, jua kwamba unaye sehemu nyingine ya kuendea, ambayo hiyo aina chasanya mtume ni moto moto tu, ana sehemu nyingine, kwa sababu usipokubali kuenenda katika njia ya Yesu, njia ya moto. Lakini mporo nikwambie, nikupe pole kabisa

unamuka wala unamuka dhama hey, kuchelewa. Wakati unakuja wa Yesu peso, watakwepo na njaa. Si njaa ya kosa chakula. Itakwepo kiu, Si kiu ya kosa maji, pari ya kosa neno la Yesu peso. Pema na jome nisikiliza, na jome nene ya Mungu nisikiliza. Na hile nene ni upanga. Watu jafetea njia ya kupembeza. Ni kweli inawezekana, mekana watu wamekubali habari za rehema Ndiyo, hiyo neema yenyewe, kwa sababu Yesu Kristo ananiambia ukinipokea mimi hautaenenda chini ya sheria, bali chini ya neema. Kumbe Yesu Kristo niye mtangaza mariapa, ukimshuka hiyo sheria, hiyo ni ya kuzimu. Kila ni ambayo imekuandama hautaweza kuenenda nayo, kwa sababu utakuwa na Yesu Kristo. Kumbe rejesha maisha yako na Yesu Kristo, utaishi chini ya neema. Kama maisha yako hautamkabidhi Yesu Kristo, wewe hautakuwa na chasare mtume, hautaepuka sasa. Mpena tumezungumza haya, ninajua kwamba umenisikiliza unanitazama kabisa. Napena nikuombee Roho wa Mungu akusaidie ulipo kaa, ulipo rara, uliposimama, kwenye usafiri, kwenye gari, kwenye bajaji, na pena nikuambie ya kwamba nisikilize, niwe na kuombea sahihi Naamini ya kwamba Roho Mtakatifu ukiasikiliza, na ukaamua kuchukua uamuzi, atakusaidia, atakusaidia, na hatima ya maisha yako itakuwa vizuri. Basi funga macho ulipo. Baba, katika jina lako. Ninamwambia mtumishi wako mona areni, tazama kwenye YouTube, Facebook na TikTok. Yesu Kristo, popote atakapokuwa amesimama, mbadilishe nafsi yake ile ile siku ya mwisho ukaweze kumuokoa na ule moto ambao unasema umeendelea kwa wale wote ambao wameriasi jina lako. E Bwana, napenda siku ya mwisho tukaweze kuenenda katika ile njia ambayo inakwenda kulaki wewe, mwana wa hadamu, maonyewe katika jina lako naomba, nikiamini kwa yule ambaye nanisikia, ni katika jina lako Yesu Kristo naomba katika utatu mtakatifu, yaani Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, amen. Mungu akubariki sana, usisahau kushea lake. Na Mungu s na Mungu wa mbinguni atakubariki sana oh, okay. Amen mpeno naonesikiriza kwa majina yangu na pena nifahamu kabisa, ninaitwa ldl niko sehemu za Moshi, ipo pande wa Moshi hapa, maduka ya chini KSMC. Namba simu ni 0618138 97 mwisho tano lakini utaweza kunipata YouTube, jina la YouTube utaandika Injili ni Upanga, nayo utaweza kunipata kwa urahisi. Kama una shida yoyote, nitaweza kusaidia. Na Mungu wa mbinguni akubariki. Amina.